naniunge mkono mpya. Wewe pombe, we pombe, <coughs> umenichezesha kama mwanasesere kwa muda mrefu, umenikosesha kutaa kuelea kwa familia yangu. La, siwezi kuendelea kuishi. Lazima siku zangu za usoni nizitumie kumwangalia mke wangu mgonjwa na kumshukuru kwa vitendo vyake vya kutolea alimsaidia kuwasomesha watoto na kuwalea katika umri wake na ugonjwa wake. Si vizuri yeye. Eh, kunalo usafiri wa umma umefanya vizuri sana. Na mwanangu, mbona hivi? Mbona vipi tena? hali yako umwe mbaba kuliko wakati mwingine. Je, unaumwa? Ah, mimi si umwe. Baba niambie, haiko si kuna jambo la kusumbua? Niambie, pengine tu ni ugonjwa wa mama. Hmm, kama ni huo, hata mimi mmo ukikisa mji wangu ungeondoka tungepiga shangwe na vigelegele. Baba yani mpwamba, Wanamu, kwa bahati mbaya ugonjwa huo utaondoka, yaani mama atashika madawa miaka yake yote. Ameneleza hayo nimegundua kwamba siku ya leo upewa ugonjwa wake. Mwanangu, asante kwa mama hapa. si neno na baba, si habari za hapa nyumbani ni nzuri, dapo ziza kupiga mfano nalikiamka ng'ombe, ndio hawa

i yeah. Yani, pole sana baba. Binadamu wengi ndivyo tulivyo, ni wachache sana washukrani. Naja, wengi wa hawa wanatafuta njia za haraka za kupata maisha mm -hmm. Wanafikiria tutapata kazi ama vibarua, kila baada ya mwezi unapata mm -hmm. kitita cha pesa baba, I wish wangeelewa. If wishes Baba. Nini sawaje, unaona katika mkanda huu hakuna yeye mshana mm. mimi. Ninyi wanangu ndio mnaonikaribia. Unajua hata nilieta bonge la rekodi eh, rekodi inazungumziwa hata sasa, ni kwamba mko umezaliwa eh, wanangu mm. hata nikwambie kitu, nyota niliyokilimia kuilea familia yangu Arasinga, hata Kalasinga angekuwa hai angefurahia sana. Baba. Kalasinga ni jina la babu yako. Unajua alikuwa babu kwanza kufanya kazi kwa mimi. Alipandishwa ngazi aje akawa dereva wa mimi. Alipenda kuhindi babu yako alikuwa hapo. Alipenda kuhindi alikuwa babu yako alikuwa hapo. Akajifunza kidogo hivi. Hivi hivi. Akajibandika jina Kalasinga.